Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo mm, amekuwa kiumbe kipya, kiumbe kikale yamepita. Mm -hmm. Tazama yamekuwa mapya, tazama yamekuwa mapya. Ndelea tena kwa Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tano kwa Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tano vinasema mm -hmm. Mm -hmm. Tukiangusha mawazo mm -hmm. na kila kitu kijinimwajo wacho kijinwaco juu ya elimu ya Mungu mm -hmm. na ukiteka nyara mm -hmm. irafika mm -hmm. ipate kumtii ipate Yesu Kristo kabisa kabisa. Maneno haya ni maneno yana, yawakika, ya uhakika na ni maneno yanayokuja baada ya Pasaka. Tunajua kabisa ya kwamba Pasaka ni kombozi, ni kutoka mahali kwenda mahali pengine, lakini kutoka katika utumwa kwenda katika uzima kutoka katika utumwa kwenda katika uhuru kutoka katika shida kwenda katika uhuru. Yesu ametutoa huko, haturudi huko, tusirudi huko, tukae kwa makini huku tukimngojea Bwana. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7 biblia inasema: hata imekuwa mtu amekuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe waki kipya, yakaa yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Kwa nini tunaeleza maneno haya? Tunaeleza maneno haya kwa sababu Biblia yasema kwa uhakika kwamba mtu alikuwa na tabia nyingi za ajabu. Hata sasa mtu anaweza kama na tabia nyingi za ajabu, lakini bado tunahitaji mtu kurekebisha lakini sehemu za kurekebisha ni sehemu ndogo tano, sehemu ndogo tano tu za kurekebisha. Mwanadamu amepewa milango eh, ya fahamu mitano, wote mnaii pea macho ya kuona huyo anaona, lakini pia mtu amepewa masikio ya kusikia, lakini mtu amepewa mapua ya kunusa kwenye ya kifaa, lakini mtu amepewa midomo ya kuonja, masikio ya kusikia, lakini mtu pia amepewa mikono ya kushika kushika. Hata kama hauoni unashika, unaweza kushika ukajua. Alisema ya mzee mzee mzee mzee, Isaka anasema mikono nasikia ni ya Yakobo, lakini lakini mikono ni ni sawa, lakini sauti nasikia ni ya Yakobo. mikono tunaitumia Nimeona waibadi wakitumia mikono sana sana, hata wahubiri wanatumia mikono.